Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana Ibra amezungumza jambo lingine kuhusiana na lifestyle yake mpaka kukutana na Harmonize Konde Boy. Ibra bwana ameeleza jinsi ambavyo yeye alivyopata fursa ya kuingia pale Konde Gang, ilikuwaje, kuaje hapo awali, na ukizingatia kwamba Ibra bwana ndo msanii wa kwanza kabisa kupata hiyo nafasi ya kusainiwa katika record label hiyo. Sasa kwa mujibu wa Ibra mwenyewe ameelezea kwamba yeye bwana kumbe alikuwa anatamani sana kuingia pale kwa gang kwa muda mrefu, lakini jinsi ya kukutana na Harmonize kidogo ilikuwa ni mtiti kwa sababu studio ambayo, ambayo alikuwa Harmonize na anarekodi kwa B-Boy ndipo ambapo yeye pia Ibra alikuwa anazunguka sana pande hizo kwa hiyo ili akutane na Harmonize, ilibidi Ibra tafute laki kwa ajili ya kupata nafasi ya kupata session pale studio, kwa sababu pale alikuwa anajua kabisa ndio sehemu ambayo Harmonize huaga na kujaga kuhenga ku out mara nyingi sana, iwapo kama hajasafiri au hana misha au anataka kurekoda, ndio hiyo sehemu ambayo Harmonize huwaga nafanyaga sana kazi zake pale. Now we are halfway there. Kwa hiyo kutokana na sababu hizo basi, moja kwa moja ni kwamba Ibra akawa anaenda pale na record. Baada ya kurecord, bahati nzuri anakumbuka siku hiyo alikuwa hana hata hamsini, lakini kuna DJ wa Harmonize Konde Boy DJ Seven, alimkuta Ibra studio akapiga story na 7 alivyosikiliza ngoma za Ibra, moja kwa moja bwana akamuuliza kwamba unaitwa nani? Udogo kuna talent, basi mi nikipata opportunity tu hapa Harmonize akiingia, nitamsikilizisha hii ngoma yako. Hiyo bwana, mpaka hapo ikawa imeshaeleweka kwamba Harmonize bwana uh, Ibra alim, alimfahamu kupitia DJ7 ambaye ndiye alimwintrodusi kwake kupitia track ambazo Ibra alikuwa amerekodi zikiwa ziko pale studio kwa Bboy Beats ambaye alikuwa ndio official producer wa Harmonize Konde Boy. So kilichotokea ni kwamba baada ya Harmonize kupata nafasi ya kusikiliza beat au kusikiliza ngoma ambayo Ibra alikuwa amerekodi pale, akajua kwamba of course huyu dogo yuko na talent. Kwa hiyo, kwa hiyo si akataka kukutana naye, kwa hiyo siku ambayo anakutana naye eh, wakapiga story, akamwelezea situation nzima, malengo na msaada ambao yeye anauhitaji. At the end of the day bwana, jambo ambalo lilikuja kutokea ni kwamba Ni kwamba at the end of the day ni kwamba wa Ibra akawa alikuwa anakaabuza by the time umeona eh? Maana alikuwa anakaabuza na kuja pale na record, siku nyingine ndo kama hivyo, akikosa hela basi DJ7 anamsaidia nauli na vitu vingine kama hivyo, lakini the end of the day ni kwamba kijana bwana akatamani kuhamia pale pale studio, umeona eh? Kwa hiyo pale pale eh, pale studio bwana, unaambiwa kwamba kulikuwa kuna store, kwa hiyo Ibra kawa analala eh, katika store ya studio za Konde Gang, kwa hiyo humo ndipo alipokuwa akilala. Uh, baada ya kulala humo bwana kwa muda mrefu sana, ni kwamba the end of the day kitu ambacho alichokuja kukiona Ibra, uh, ni kwamba pale kulikuwa kuna mbwa na mng'ata sio kawaida, na mto wake ulikuwa ni begi lake la nguo. Maisha yalikuwa magumu, anakuambia vyoo vilikuwa vimepasukapasuka, kwa hiyo mbwa walikuwa wanaingia sana humo store, walikuwa wanamshambulia vilivyo. Lakini at the end of the day Harmonize baada ya kuja kugundua, maana kuna siku unaambiwa kwamba Harmonize alikuwa anazunguka zunguka maeneo hayo ya studio, na baada ya kuona kwamba vioo vimepasuka na kuchungulia ndani kumuona Ibra amelala, Harmonize alimwaga machozi. Kwa hiyo Ibra baada ya ku ona kwamba Harmonize analia na nini, ikabidi wazungumze na Harmonize, ndipo hapo akamwambia basi amia nyumbani kwangu. Kwa hiyo Harmonize alimkaribisha Ibra nyumbani kwa lengo la kumsaidia, baada ya kuona kwamba wakati analala studio za Konde Gang alikuwa akingatwa na mbo kupitiliza. Kwa hiyo mazingira hayakuwa rafiki kabisa kwake Ibra. Na Ibra pale ndio hivyo, mazingira ya kuwa rafiki. Harmonize ilimuuma kumwona kijana anateseka, akaamua na kumwambia ahamie nyumbani kwake, ili mambo ya mepesi zaidi kwa yeye kupata nafasi ya, ku, eh, ya kukesha studio na vitu vingine kama hivyo, lakini pia at the same time kulinda afya yake na kupata makazi salama zaidi. Now we are kwa hiyo watu wengi sana wamekuwa wakizungumzia interview ambayo ameifanya Ibra pale Wasafi, wakiwa wanasema kwamba interview ile bwana ilikuwa tu ni ya kumsema vibaya Harmonize mwanzo mwisho. Lakini Ibra katika hii story ilibidi ya mwenyewe pia amu-appreciate Harmonize na kusema kwamba yeye amchukii, anamshukuru sana, amemsaidia vitu vingi na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo hii ilikuwa ni positive side ambayo Ibra ameizungumza kumuhusu Harmonize akiwa yuko pale uh, katika interview wa Safi FM. Lakini pia vilevile ukiachana na hiyo habari eh, nyingine ambayo Ibra ameulizwa akiwa pale Wasafi bwana, ni kwamba kuhusiana na mahusiano yake yeye na Anjella, mwanadada ambaye na yeye alikuwa akifanya kazi pale pale Konde Gang kwa muda mrefu, na yeye pia alikuwa introduced kwa Watanzania kupitia record label hiyo. Kwa hiyo moja kwa moja akaulizwa kwamba je, vipi kuhusiana na relationship yako na Anjella ikoje? Na kwa mujibu wa Ibra bwana, amedai kwamba kipindi ambacho Angela yuko Konde Gang yeye alikuwa anamchukulia kama dada, na pia vile vile alikuwa akimsupport kila kitu ambacho Angela alikuwa anahitaji. Hata pia vile vile ukizingatia kwamba Ibra yeye ndo wa kwanza kabisa kusainiwa pale Konde Gang, kuna kipindi ambacho alikuwa anatakiwa atoke pale katika headquarters zile za Konde Gang, kipindi kile Mbezi Bichi, aende akapange yeye mwenyewe chumba, akapange nyumba, ambapo kwa mujibu wa Ibra yeye akaamua kumpa ile pesa ambayo alikuwa amepewa pale na management kwa ajili ya kwenda kupanga alimpa pa Anjella kwanza ili Anjella apate makazi sahihi au bora kwake, ukizingatia kwamba ni mtoto wa kike na alikuwa na matatizo ya miguu. Kwa hiyo Ibra alikuwa na upendo kwa Anjella kama dada yake. Kwa hiyo alishawahi kumsaidia kiasi cha pesa kwa ajili ya Anjella yeye kwenda kupanga, na naye Ibra akaendelea kubaki pale pale kwanza kwa muda, kabla na yeye pia kuja kupata bajeti nyingine ya kwenda kupanga nyumba. Kwa hiyo hapa Wasafi wenyewe pia wameripoti wameandika kwamba Ibra amefunguka kwamba alipewaga hela ya kupanga ikabidi ampatie Anjella kwa ajili ya kumjia, kama kumjali na kumweka yeye kipaumbele. So kuhusiana na ishu ya Ibra kusema kwamba alikuwa analala katika studio za like Konde Gang, wadau hapa wamekuja kuweka maoni yao. Uh, eh, eh, eh, eh. Aha, uh -huh. Watu hapa wamekuja kuweka maoni yao katika comment section. Kuna mtu hapa ameandika kwamba bwana mgeni ataki soda, anataka mia sita yake. Kuna mtu mwingine hapa amekuja ameandika dogo muongo. Kwa kuna bwana hii inafundisha kuto kutoa misaada, ni mambo ya kiduanzi. Leo mambo yote yanageuka, yamegeuka ila watangazaji bwana wameiva kweli kweli na mumeweza kumpiga shoti huyu dogo. lakini pia vile vile kuhusiana na ishu ya Anjella kusaidiwa na Ibra akiwa yuko Konde gang, wadau pia wamekuja kuweka maoni yao hapa katika comment section. <muchas> Uh, hey, kwa hiyo hapa watu wamekuja wamempongeza Ibra kwa kitu ambacho alichokifanya back then kipindi wakiwa wako Konde gang na Anjella So, it is what it is bana, ukiwa kama mdau uweka maoni yako na wewe pia katika comment section, tokao tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha tu una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.